Liturjia, neema, sakramenti, visakramenti na sala. Liturjia. Liturjia ni nini? Liturjia ni tendo, katika Roho Mtakatifu, la Kristu mwenyewe na Kanisa lake, la kumtukuza na kumwabudu Mungu Baba na hivyo kutekeleza fumbo la wokovu kwa kuwatakasa watu. Katika liturjia Kristo anafanya nini? Katika liturjia Kristo anafanya duniani kile kile anachofanya mbinguni. Katika liturjia waumini wanapata faida gani? Katika liturjia waumini wanapata faida hizi: moja. wanashiriki liturjia ya mbinguni ambamo Kristu na watakatifu wanamtukuza Mungu ana kwa ana. mbili. wanapewa neema za ukombozi kwa kutakatifuzwa, wanaundwa kuwa taifa imara la Mungu. Katika liturjia waumini wafanye nini? Katika liturjia waumini washiriki kwa ibada adhimisho lote, yaani ni sala, nyimbo na matendo yote ya ibada. Wasiwe watazamaji tu. Kiini na kilele cha liturjia ni nini? Kiini na kilele cha liturjia ni adhimisho la sadaka ya misa takatifu. Katika mwaka wa Kanisa tunakumbuka nini? Katika mwaka wa Kanisa tunakumbuka na tunaadhimisha matukio na mafumbo yote ya ukombozi wetu na hivyo twapata neema zake. Sikukuu kubwa za Kanisa ni zipi? Sikukuu kubwa za Kanisa ni Noel, Epifania, Pasaka, Kupaa Yesu Mbinguni, Pentekoste, Ekaristi Takatifu, Kutwaliwa Bikira Maria Mbinguni, Watakatifu Wote na Kristu Mfalme. Mwaka wa Kanisa una vipindi gani vikubwa? Mwaka wa Kanisa una vipindi vikubwa vifuatavyo: moja Majilio, mbili Noeli, tatu Kwaresima, 4. Pasaka. tano. kipindi cha mwaka. Majilio ni kipindi gani? Majilio ni kipindi cha Dominika ya nne na cha kuji, kujiandaa kumpokea Bwana Yesu Kristu ambaye atakuja siku ya mwisho na katika sherehe ya kuzaliwa kwake, yaani Noeli. Kwaresima ni kipindi gani? Kwaresima ni kipindi cha siku 40 cha kujiandaa kuadhimisha sherehe kuu ya Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu. Tunajiandaa kwa toba na matendo mema. Kipindi cha Pasaka hudumu kwa siku ngapi? Kipindi cha Pasaka hudumu kwa siku hamsini, yaani kuanzia sherehe ya Pasaka hadi sherehe ya Pentekoste. Kipindi cha mwaka ni kipindi gani? Kipindi cha mwaka ni muda ule tunapoadhimisha mafumbo ya ukombozi wetu kwa ujumla, baada ya kipindi cha Noeli na baada ya kipindi cha Pasaka.